Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa dhati kwa kuwa ametuletea Mama Samia Suluhu Hasani kwenye taifa letu la Tanzania. Nimshukuru Mungu pia kwa dhati kutuletea Yagi Mauridi Kiaratu. Lakini pia nichukue nafasi hii kama mkazi wa Misuna, kama mpiga kula halali wa Misuna, kumshukuru Mungu kutuletea Fulgence Masawe. Watu watatu niliyowataja mbele yenu kwa maslahi ya muda, sisi wananchi na Watanzania wote, sisi wanachama wa Chama cha Mapinduzi tunalo jukumu la kwenda kuwapa kura za kishindo tarehe 29. Ndugu zangu, sisi Chama cha Mapinduzi tumekuja kwenu wananchi kuwaletea wagombea safi tulioridhika kwa mienendo yao na tabia zao watatuvusha. Kwa hayo machache, ndugu mwenyekiti, nitumie nafasi hii kumwalika mjumbe wa baraza kuu la Umoja wa Vijana Tanzania anayetoka mkoa wetu wa Singida. Nina heshima kusimama mbele yenu leo hii ya kuomba kura ya Chama cha Mapinduzi, lakini kama ambavyo Mwenyezi Mungu ameendelea kutufanya tuwe na nguvu na afya ya kutosha basi na mimi nikazunguka huko katika mkoa wetu wa Singida, lakini leo nikasema wacha nije nyumbani, na mimi watu wa nyumbani wasije wakanielewa vibaya wakasema mbona hatumuoni kuja kuomba kura. Nimekuja ndugu zangu. Karibu, asante sana ndugu zangu. Tupo kwenye kipindi cha uchaguzi. Nikisema tupo kwenye kipindi cha uchaguzi na maanisha ya kwamba tulikuwa tunasema Oktoba tunakwenda kutiki, Oktoba tunakwenda kutiki. Oktoba yenyewe imefika ndugu zangu, yaani tuna takribani kama siku ishirini kuelekea kwenye uchaguzi. Sasa hizo siku ishirini tunaweza tukasema ni nyingi, lakini tunaweza kusema ni chache sana. Maana yake ni kwamba kama hatuto weka mikakati ya kuendelea kuhamasishana kama hivi, basi tunaweza tukasema hizo siku ni, ni chache sana, kwa sababu hatuna mikakati bado lakini nafurahi kuona uongozi mzima wa kata mikakati walioiweka ndio hii hapa, tunakuja tunakuta kazi zinafanyika. Maana yake kwamba sasa hizo siku za hiyo siku ya tarehe ishirini na tisa ni siku ambayo tunaweza kusema hizo siku ishirini zimebaki chache kwa sababu tayari tuna mikakati. Uongo kweli? Ndugu zangu Waswahili wanasema ya kwamba nyumba ulioizoea haina baridi. Yaani iko hivi, wewe ukijenga nyumba ikawa ni mpya, ukiingia sikunakuwa kuna ubaridi, lakini ukiizoea kunakuwa kuna baridi tena, ndugu zangu, sikunakuwa kuna joto pale. Sasa maana yangu ni moja, Dokta Samia Suluhu Hassan ni mwenyekiti wa Chama Cha Mapinduzi CCM Taifa, lakini kama haitoshi ni rais aliyehudumu katika nafasi hiyo kwa zaidi ya miaka mi, kwa miaka minne, ndugu zangu, maana yake ni nini? Urais kwa mama huyu ameshauzoea, Samia tukimpa hii mitano mingine haendi kujifunza urais, bali anakwenda kufanya kazi. Sisi vijana tunasema anakwenda kuendeleza alipoishia. Samia sasa sasa nikisema ndugu zangu, nyumba uliozoea kuishi haina baridi, maana yake ni hiyo, tofauti na ile kwenda kubabaishwa na vyama vile vingine vingine. Ndugu zangu, naombeni tukamwamini dr Samia Suluhu Hassan ya kuwa ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anatosha na anaweza kutuvusha katika kipindi cha miaka mitano. Lakini kama haitoshi, ndugu zangu, tunaye mbunge mwanamama shupavu jasiri, Yagi Maulidi Kiaratu ya nikizirudia kwa msemo ule ule kwamba nyumba uloizoea haina nini? huyu mama alikuwa meya hapa, uongo kweli kwe? Lakini ukifuatilia sana background yake alikuwa balozi, akaja kuwa diwani udiwani, akawa, me, akawa akawa naibu meya kuwa naibu meya, Mungu akampa tena ustaiki meya, leo anaenda kwenye ubunge atakuwa na anama, tuna mashaka naye ndugu zangu, maana yake nafasi zote alizopita ameaminika na amefanya vizuri, na kazi anaiweza, na hata wana CCM wa jimbo hili la Singida Mjini, mimi pamoja na nyinyi tulimwamini tukampa ridhaa katika kura za maoni, leo ndio amekuwa mbunge wetu katika mbunge mteule. Lakini niwaombeni sana wana CCM wenzangu, siku ya tarehe ishirini na tisa Twendeni tukampe kura ili awe mbunge kamili katika jimbo letu la Singida Mjini. Lakini tunaye mbunge tunaye mheshimiwa diwani, diwani wetu mteule Mzee Fulgence Masawe, ndugu zangu, huyu naye, nirejee msemo ule ule, nyumba uliozoea haina nini? Haina baridi, haina baridi. Mshike huu msemo vizuri huyu ni mwenyekiti wa wafanyabiashara hapa eneo hili lote. Uongo kweli? jinsi anavyoongoza jinsi anavyoongoza wafanyabiashara wa hapa hawakutaka hata kufanya uchaguzi, kila siku ni mitano tena, ni mitano tena, ni mitano tena, maana yake ni mwadilifu, ni mwaminifu na ni mvumilivu. Lakini hata na sisi umoja wa vijana tulimpa dhamana aendelee kutuboreshea majengo yetu haya na mnayaona haya majengo yamependeza kabisa na ni majengo ya kisasa.